Tapata baraka kuu ya mwanzoni mwa mwaka, tuinamishe vichwa. Bwana awe nanyi. Mungu aliye chemchemi na asili ya baraka zote apende kuwapa awamiminie wingi wa baraka zake, awahifadhi salama na wakinge na madhara yote kwa mwaka mzima. Amina. Awalinde katika ukamilifu wa imani, awajalie usahimilifu katika matumaini na udumifu katika mapendo, mukiwa na sabuni takatifu hadi mwisho. Azipange siku zenu na matendo yenu katika amani yake, ayasikilize maombi yenu kila wakati na popote mlipo, na kuafikisha kwa furaha katika uzima wa milele Amin. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.